Um, katika maandalizi ya michezo hii ya Interport ambayo inashirikisha bandari zote za Tanzania, mamlaka imejipanga vizuri kuhudumia afya za washiriki wote wa michezo hii um, afya um, kwa upande wa mamlaka ya bandari ya Tanzania ni kipaumbele na um, utu, u, um, kutunza afya haianzii katika michezo hii, ni utamaduni ambao umejijenga hata kabla ya michezo na kabla ya mich na, na katika maandalizi ya michezo hii pia um, tuna jopo la wataalamu kutoka mamlaka ambao um, walipangwa wali, wali mahususi katika kuwahudumia wanamichezo wote katika michezo hii. Ratiba kwa kweli tukiziona um, zimebana na kuna michezo mingi inaendelea, lakini tuna jopo la wataalamu wa kutosha ambao wanahakikisha afya za wafanyakazi wote zinahudumiwa ipasavyo. Majeraha um, ya, yaliyopatikana ya kwa wachezaji ni majeraha ya kawaida, na mpaka sasa hivi ni majeraha ya, ya, wa, wataalamu wameweza kuyamanage um, kwa, kwa kiasi kikubwa, na ni majeraha ya kawaida, walipatiwa huduma na wanaendelea michezo kama kawaida. Afya ndo mtaji wa kwanza. um, kabla ya kuja hata kwenye michezo um, elimu ya kutosha ilitolewa kwa wanamichezo wote kuhusu kulinda afya um, Utimamu wa mwili unasaidia sana kwa wanamichezo kuwa katika hali ya utimamu mzuri wa kushiriki michezo. Kwa hiyo tulianza na elimu kwanza kwa wanamichezo wote, na hata katika michezo hii bado elimu inaendelea kutolewa kwa wanamichezo wote ili kuwa na utimamu mzuri wa kiafya, kushiriki mazoezi na pale inapotokea dharura, wataalamu mwa wa afya wanapatikana muda wowote katika ili kuwahudumia wanamichezo, kuwashia kwamba afya zao na usalama wao ni, ni, ni, ni, ni kipaumbele cha kwanza katika michezo hii.